Hii ni moja ya workshop au karakana ambayo iko ndani ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT. Karakana hii kazi yake kubwa ni kuhakikisha tunafanya tunabadilisha magari kutoka kutumia petroli na kutumia gesi asilia. Karakana hii kama mnavyofahamu, ndugu zangu, imeanza tangu mwaka elfu mbili na nane ndio tulianza kufanya gari yetu ya kwanza kwa maana ya kufanya majaribio. Na mpaka hivi tunavyosema leo ni mwaka 2025, ni zaidi ya miaka kumi na kitu ambayo hadi ishirini ambayo tumeshafanya kazi kwenye hii karakana. Hii karakana tumeshafunga zaidi ya magari elfu na kuendelea ndani ya karakana hii ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Matumizi ya gesi asilia kwenye magari yamekuwa na manufaa kama ambavyo tumeeleza hapo mwanzo gharama ya uendeshaji ya gesi asilia ni mdogo. Kwa mfano, ukiwa na gari ndogo ya IST yenye CC 1500 unaweza ukaenda zaidi ya kilomita mia mbili na thelathini kwa shilingi elfu kumi na saba peke yake. Sawasawa na bajaji unaweza ukatumia shilingi elfu sita badala ya shilingi elfu thelathini na tano kama ambavyo tumesema hivyo mwanzo. Kwa majina naitwa Emmanuel James, ni dereva bajaji <coughs> katika mazingira haya da live Mbagara nasafirisha kwenda mjini, kutoka hapa kwenda mjini posta. na gari yako tuna bajaji semi zinatoka kwa za matumizi ya gesi. <coughs> nasafirisha abia, lakini kulingana na jinsi nilivyozifuatilia mimi, naona kama zinasaidia, kwa sababu unajikuta mtu anaenda kujaza gesi ya shilingi elfu sita mtungi wa kilo sita kama sikosei lakini anatembea kilomita almost mia hamsini eh, lakini tukiangalia sisi kwenye tunaotumia petroli <coughs> tunatembea pengine, nimejaza lita nane tenki nzima, naona kwa maana lita moja anatembea kama kilomita almost kama ishirini na mbili. Sasa nikijaribu kukompea pale naona kama vile gesi inasaidia kiujumla kwa sababu naweza nikajaza mtungi afu nikatumia siku nzima au siku mbili, kwa naona napata zaidi kuliko kutumia petroli au dizeli.